Mambo vipi, karibu katika channel yako pendwa ya Feaboy kwa update zote kuhusu ajira, elimu pamoja na mambo mbalimbali za kuweza kutengeneza pesa kupitia simu yako ya mkononi. Kwa wale wale walioweza kutuma nafasi za maombi Jeshi la Magereza, majina ya walioitwa kwenye mafunzo tayari yameweza kutoka. Kwa hiyo hakikisha unaweza kuliona jina lako, na ukiona jina lako, basi hakikisha unatakiwa kufika chuoni tarehe tano Disemba 2025 bila kukosa yeyote. Atakayechelewa kuripoti katika tarehe tajwa atakuwa amepoteza nafasi ya. Orodha ya majina ya vijana waliochaguliwa ni kama inavyoonekana katika video hii, na unatakiwa kuripoti ofisi za magereza za mikoa waliofanyia usaili, kwa uripoti katika ofisi uliofanyia usaili ofisi iliyojirani na wewe kuanzia tarehe moja mpaka tarehe tatu Disemba. Majina ni kama jinsi yanavyoonekana, na kama ni mara yako ya kwanza kuingia katika channel ya FEABOY, tafadhali bonyeza neno subscribe. Like video hii na share video hii kwa wengine wengi zaidi. Utaweza kuona majina walioweza kuitwa ni majina majina elfu moja na mia tatu walioweza kuitwa wako elfu moja na mia tatu na tano.